Kansela mpya wa Ujerumani, Friedrich Merz, ameahidi kuimarisha Ukraine kwa kuwezesha kutengeneza makombora ya masafa marefu, katika jitihada za kulinda dhidi ya mashambulizi ya Russia. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari jijini Berlin akiwa na Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, Merz amesema kuwa mazungumzo ya uzalishaji wa makombora hayo yanaendelea, lakini hakufichua ya maelezo ya kina kuhusu aina ya silaha zitakazohusika. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kuipata Ukraine makombora ya Taurus. Alijibu kwa tahadhari, akisema tunataka kuzungumzia kuhusu uzalishaji, lakini hatujajadili kwa hadhara maelezo ya kina. Makombora ya Taurusi yanaweza kufika umbali wa kilomita 500 na hivyo yanaweza kufika ndani kabisa katika eneo la Russia, jambo linalozua wasiwasi kwa mataifa kuhusu kusambaza kwa vita. Ingawa Kansela Merz hakulitaja moja kwa moja jina la kombora hilo, alibainisha kuwa makubaliano ya awali kuhusu uzalishaji wa makombora hayo yatasainiwa. Merz aliingia madarakani mapema mwezi huu, ameashiria mabadiliko ya msimamo wa Jerumani kuhusu silaha akisema kuwa hakutakuwa tena na vikwazo kuhusu masafa ya silaha zitakazotolewa na Ukraini kutoka kwa mataifa ya Magharibi. Hili linachukuliwa na hatua mpya ya ujasiri katika sera ya Ujerumani kuhusu mzozo wa Ukraine. Moscow imetoa onyo kali dhidi ya hatua yoyote ya kuondoa vikwazo vya silaha kwa Ukraine, ikisema kuwa hayo ni mabadiliko ya hatari ya sera na inaweza kuathiri juhudi za kufanikisha makubaliano ya kisiasa. Hata hivyo, Merz amesema kuwa uamuzi wa kuondoa mipaka ya masafa ya silaha ulifanyikiwa kwa pamoja na mashirika ya Magharibi miezi kadhaa iliyopita. Kwa upande wake, Zelensky amependekeza kufanya mkutano wa amani unaohusisha yeye mwenyewe, Rais wa Russia Vladimir Putin, na Rais wa Marekani Donald Trump. Ingawa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov hakupinga wazo hilo moja kwa moja, alisema kuwa mkutano wa aina hiyo unaweza kufanyika baada ya wajumbe wa pande hizo mbili kufikia makubaliano ya msingi. Mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Russia tangu kuanza kwa vita yaliyofanyika mjini Istanbul mwezi huu yalihusisha maofisa wa ngazi ya chini. Makubaliano pekee yaliyofikiwa yalihusu kubadilishana wafungwa, ambayo yalitekelezwa mwishoni mwa wiki iliyopita. Katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha kufadhaika na kusuasua kwa mazungumzo ya amani, akisema kuwa uvumilivu wake na Russia umefikia kikomo, akiamuru Moscow kwa kuchelewesha mazungumzo huku ikizidisha mashambulizi Trump alitoa matamshi hayo baada ya kombora a Russia kuwa watu kumi na tatu nchini Ukraine wakiwemo watoto. Russia alijibu kwa kusema kuwa Trump hana taarifa kamili kuhusiana na muktadha wa kijeshi wa tukio hilo. Zelensky amehisi Marekani kuiweka Russia vikwazo zaidi katika sekta ya kibenki na nishati, akisema kuwa tayari amezungumza na Trump kuhusiana na suala hilo. Trump kwa upande wake amethibitisha kuwa vikwazo hivyo vitawekwa endapo Russia haitaacha mashambulizi. Jeshi la Ukraine liripoti shambulio kubwa la drone dhidi ya malengo ya Russia huku Zelensky akieleza kuwa zaidi ya droni mia tisa za Russia zilirushwa ndani ya siku tatu nchini Ukraine. Kwa upande mwingine, Moscow imeripoti kuwa inakusanya na wanajeshi zaidi ya elfu hamsini katika eneo la Sami kaskazini mashariki mwa Ukraine, Gavana wa Sami Oleli Horov amesema kuwa vijiji vinne tayari vimechukuliwa na vikosi vya Russia na mapigano yanaendelea katika maeneo ya jirani. Vita kati ya Russia na Ukraine sasa vinaingia mwaka wa nne vikiwa tayari vimesababisha vifo vya makumi maelfu ya watu na kuharibu sehemu kubwa mashariki na kusini mwa Ukraine. Russia bado inashikilia takriban asilimia ishirini ya ardhi ya Ukraine ikiwemo Ilitwaliwa mwaka elfu mbili na kumi na nne. Zelensky ameshtumu Moscow kwa kuvuruga juhudi za amani kwa kushindwa kuwasilisha waraka wa masharti ya amani kama walivyoahidi katika mazungumzo yao Istanbul. Peskov amesema kuwa waraka huo uko katika hatua za mwisho za maandalizi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.